Karibu katika habari za michezo na burudani usiku wa leo, yupo jen John. Naam, asante sana grace Kingalame. Karibu mtazamaji wa TBC katika habari za michezo na burudani, mimi ni Jen John. Timu ya taifa ya Tanzania itakayoshiriki katika mashindano ya Olimpiki huko jijini Rio de Janeiro nchini Brazil, imeagwa hii leo na naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Anastasia Wambura katika hafla maalum iliyoandaliwa katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Taarifa ya mwandishi wetu Eliya Gumbo inasomwa hapa studio na Swaumu Mavula. Katika uwanja wa Taifa, naibu waziri mwenye dhamana ya michezo hapa nchini anakutana na wanamichezo hawa wanaokwenda kushiriki kwenye mashindano ya Olympic na akawakabidhi bendera ya taifa pamoja na ujumbe huu kwao. Wanamichezo, tunaamini kuwa ushindi unaanzia moyoni mwa mchezaji kwa kujiamini na kudhamiria kufanikiwa. Ila ukikata tamaa na kusononeka hakuna kitakachokuhamasisha zaidi ya nafsi yako binafsi. Niwatie moyo kuwa Mungu yupo pamoja nanyi na sala za Watanzania zitawasaidia katika kipindi chote cha michezo hii. Pia naibu waziri hakusahau kukemea tatizo la kutumia dawa za kuongeza nguvu michezoni. Hivyo ni jukumu la wachezaji, madaktari, viongozi wa sere na serikali kuhakikisha kuwa hakuna mchezaji anayejihusisha na vitendo hivi vya aibu. Tuungane kupinga jambo hili kwa kujali afya na ushindani ulio wa haki katika michezo nchini. Aidha anawataka viongozi wote wa michezo walimu na madaktari wa wanamichezo kuungana kwa pamoja kupiga vita matumizi ya dawa za kuongeza nguvu michezoni. Nao baadhi ya washiriki wa mashindano hayo ya Olimpiki mwaka 2016 wakaelezea namna walivyojiandaa katika mashindano hayo. Tanzania tumejiandaa vizuri, tuko kambi toka mwezi wa pili, tumejiandaa vizuri kwa mashindano na tuko tayari kwa mashindano. Tumefanya majaribio nchi mbalimbali, kama ulivyosikia, tulikuwa Brazil, tulikuwa China, tulikuwa Japan, tumefanya majaribio ya kutosha. Kwa hiyo tuko tayari kwa mashindano. Siwezi kuahidi chochote kwa sasa hivi, lakini nakuahidi kwamba nikienda nitafanya vizuri kuliko hata mashindano yangu iliyopita, na nitajitahidi nita, nita, nita nita, nita kufanya vizuri kadri ya uwezo wangu. Mashindano ya Olimpiki yataanza kutimua vumbi Agosti 5 na Tanzania itawakilishwa na wachezaji saba ambao wanne ni wanariadha wawili waogeleaji na mmoja anacheza mchezo wa judo. Saumu so, Mavura, TBC, Dar es Salaam.